Awali ya yote basi, niwapongeze wale wote waliowezesha mafunzo haya, mkuu wetu wa idara ya maendeleo ya jamii, lakini pia watu wa benki ya NMB. Lakini kubwa ni mpongeze pia mwenyekiti wa wilaya wa bodaboda kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya, lakini na ameweza kumshawishi mpaka mwenyekiti wa bodaboda wa mkoa ameweza kuja. Sio kazi nyepesi, kiongozi mkubwa wa mkoa ameweza kuja kwa ajili ya mafunzo haya, basi ni hatua moja kubwa sana. Mimi pia na mimi ni wapongeze nyie wote kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kuifanya katika wilaya yetu, kwani mmekuwa chachu ya kuifanya wilaya yetu kuendelea kuchangamka, lakini pia na nyie kuneemesha familia zenu kwa kile kidogo ambacho mnakipata. Naamini mmepata mafunzo mbalimbali hapa ya, ya mikopo ya inayotolewa na halmashauri, lakini pia mikopo ambayo iko ndani ya benki zetu, taasisi zetu za fedha, lakini mikopo kwa ajili ya kuunda vikundi mbalimbali ambavyo vinakuja kuwaletea maendeleo pia. Niendelee kuwapongeza pia kwa kuweza kuja kushiriki mafunzo haya. Kwani hawa wangeandaa mafunzo haya mkaamua kwamba bwana, sisi tubaki kwenye vijiwe vyetu tuendelee na mambo yetu, nani angekuja kuwachukua kwa bakora ili mje? Lakini mmeonyesha nia gani ambapo mnania ya kutaka kupata kitu. Na mimi pia niendelee kusisitiza tu hapo hapo, yale mafunzo ambayo mmeyapata, basi tukayafanyie kazi. Sisi kama Halmashauri tunatambua sana kazi kubwa ambayo mnafanya na mimi kama kiongozi wa halmashauri niko pamoja na nyie kila wakati, kwa yale ambayo mnayafanya. Tunapopata fursa mara nyingi tunashirikiana na nyie na, na nyie mtakuwa ni mashahidi, tangia mimi nimekuja, mara nyingi nikipata fursa lazima niwashirikishe na sisi tuweze kupata. Mwenyekiti iko wapi? Sijui eh hey, mwenyekiti anatambua hapa, lakini pia hata wale vijana wengine wa bajaji pia tunashirikiana nao. Kwa hiyo naomba tuendelee ule ushirikiano ambao tunashirikiana kila wakati, tuendelee kushirikiana, lakini kikubwa pia tupo katika maandalizi ya kuangalia tulishaongea na mwenyekiti kutaka tunaendelea hizi biashara, tayari imeshakuwa rasmi ya bodaboda sawa. Kwa hiyo kikubwa ambacho sasa na mimi nakiona tunapokwenda mbele ni kwenda kuangalia kwenye yale maeneo yetu ambayo tunafanyia kazi kazi kazi, tunataka maeneo yetu yanafanyia kazi kwanza tuyatambue. Tunaona ni kazi, unakuta kijiwe kipo mtu anapigwa na jua kutwa mzima, si sawa. Sasa sisi kama halmashauri pia tayari tumeshaanza mipango ya kutaka kuanza kuvitengeneza hivi vijiwe vyetu ili viwe rasmi, lakini viwe ambavyo vinamvutia mtu kuweza kufanya kazi yake. Nakumbuka tulishakaa tukaongea, na hayo pia tunaendelea kuyafanyia kazi. Kwa hiyo yale yote ambayo tumejifunza tuendelee tukayafanyie kazi, na sisi kama halmashauri tuko tayari kushirikiana na nyie wakati wote kuhakikisha tunaifanya kazi yetu hii kwa uhuru zaidi. Nia ni nini? Ni kuijenga sekta yetu iz, izidi kukuwa kuwa kubwa zaidi. Naamini tukiweza kufanya hivyo, kila kitu kitakwenda vizuri. Lakini uundwaji wa vikundi tulishazungumza sana, nafikiri na leo wamesema hapa, tuendelee tuunde vikundi, lakini tuunde vile vikundi kwa ajili ya mikopo ile ya asilimia kumi. Tuunde vikundi vile ambavyo mtakaa kikundi ambacho mtakubaliana, tukafanya shughuli gani? Sio tunaunda kikundi tukipata hela tukagawane, hapana. Tuunde kikundi ambacho tutapata pesa, tutakwenda kufanya kile kitu ambacho tumekikusudia, na hatimaye tuweze kurudisha, kurejesha ile pesa, wapewe watu wengine. Na mimi na naamini sisi ndio kundi kubwa la vijana, kama kundi kubwa la vijana, watu wa boda boda, tukiunda vikundi vyetu vizuri, afisa maendeleo ya jamii njoo wasimamie hao, waunde vikundi kwa ajili ya mikopo. Tunataka tuone kundi la bodaboda na wenyewe lina vikundi vinanufaika na mikopo ya halmashauri, sawa yeah. Lakini tuweke vikundi, na vile vikundi vikishakuwa tayari muwape mafunzo ili wapate hiyo mikopo, sawa. Kwa hiyo mwenyekiti, hebu undeni vikundi, lakini vikundi ambavyo lakini vile mchaguane wenyewe ndani ya maeneo yenu, mtakaokubaliana kazi gani za kufanya, kwa sababu tuna sheria zetu, tunataka tuwe na watu wangapi? Watano, watano. Sawa Bwana Musa.